Nasikitishwa sana kuona influencer au mtu kama ule kichwa mviringo. Hela mimi nimemfundisha kazi, anapata hela, anaenda kupangishia vimada. Vimada wanagombana, wananyoana nywele. Mimi nimewafundisha kazi ili wasaidie familia, na nikitoka Rwanda nitakaa na mke wa kichwa mviringo ili nimfunishe namna ya kumnyoosha, eh, ili nimfunishe namna ya kuweza kumnyoosha, uh, kichwa mviringo, kwa sababu kazi anayoifanya na hii siri nilikuwa nimeibeba kwa kipindi kirefu lakini bola imekuja imejifumbua wenyewe. Hiyo ndio kazi yake huko EFM, anao wawili. Mlimani anao wawili, sawa. CBE anao wawili. Mwanza tulienda Mwanza, nakumbuka tulienda Mwanza na Wasafibeti akaja nao wengine tena wawili. Sasa ina maana shughuli yake, hela anazozipata zote anapeleka kule, so tutakemea vibaya mno, na nitakana mke wake, nitamwambia kwanza, tamwombea radhi kwamba ili lipite.